Kwa majina naitwa Dr. Warren Bright nafanya kazi na Umoja wa Mataifa Tanzania, na mimi ni meneja wa mawasiliano wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulika na masuala ya idadi ya watu na afya ya uzazi. Lengo letu kubwa ni kuwa na dunia ambapo kila ujauzito unathaminiwa, kila uzazi ni salama na kila malengo ya kijana unafikiwa. Katika hilo, tumekuwa tukifanyia kazi katika maeneo mbalimbali, lakini kubwa zaidi, ningependa kuongelea maeneo makubwa mawili. La kwanza ni katika afya ya mama na mtoto aa. Katika afya ya mama na mtoto tumehakikisha kwamba tunafikia sifuri katika kutokomeza vifo vitokanavyo na uzazi. Tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu sana na serikali pamoja na wadau wa afya ya mama na mtoto kuhakikisha kwamba tunafikia sifuri katika lengo hili, na katika hili tumekuwa tukiboresha mifumo ya afya. Tumekuwa tukikarabati aa, zahanati lakini tumekuwa tukikarabati vituo vya afya pamoja na hospitali na nje ya kukarabati tu tumeweza pia kuweza kuviwekea vifaa tiba. Kwa hiyo katika vifaa hivi tiba tumeweza kugundua changamoto mbalimbali ambazo mama anakuwa anakutana nazo pale anapokuwa akijifungua. Kwanza anaweza akapoteza damu nyingi. Kwa hiyo katika hili tumeweza kumsaidia mama kuweza kuwa na benki ya damu, ambapo anaweza kumsaidia mama pale anapokuwa anakuja damu damu nyingi, basi anakuwa anapata ambao naaksadm npat da aam, lakini pia wako wamama ambao wamekuwa akijifungua nje ya wakati ambao watoto tunaita watoto njiti kwa hiyo katika vile vifaa tiba ambavyo tumekuwa tukiviweka katika uh, vituo vya afya ama hospitali ambazo tumezisaidia kuzikarabati ama kuzijenga kwa ushirikiano na wenzetu wa Wizara ya Afya pamoja na Tamiseni, tumehakikisha kwamba uh, kuna hizo mashine ambazo zimekuwa zikiweza kuwasaidia hawa watoto jiti katika makuzi yao na katika kuweza kuboresha afya zao. Kwa hiyo tumeweza kuwapa kipaumbele hasa katika afya ya mama na mtoto. Kwa sababu lengo letu kubwa ni kwamba mwanamke wala mtoto yani, mama ama mtoto asipoteze maisha. Kwa hiyo ni namna ya pekee ambapo tunaweza kuokoa maisha ya mama na mtoto. Lakini katika lengo la pili kwenye mambo ya family planning ama uzazi wa mpango uh, tumekusudia kufikia sifuri, tukimaanisha kwamba mahitaji ya muhimu ya hiari ya uzazi wa mpango yaweze kumfikia kila anahitaji, na hapa tumeenda kwa kina zaidi kuhakikisha kwamba tumekuwa ni wadau wakubwa kwa kushirikiana na serikali lakini pia na wizara na, na, na medical store ya afya kuhakikisha kwamba huduma zile za uzazi wa mpango zote zinafika kwa wakati, lakini pia zinamfikia yule ambaye anahitaji. Kwa hiyo hapa ziko huduma ambazo ni nyingi, kuna madawa, lakini ziko kondom za kike pamoja na za kiume, lakini pia tumekuwa tukitoa elimu ya kutosha. Changamoto tumeweza kuzipokea nyingi za wanaotumia njia hizi za uzazi wa mpango wengine wanasema kwamba tarehe zao ama kalenda zao zinakuwa zinabadilika, wengine maumbile yao yanakuwa yanabadilika, wengine wanakuwa wana wanavuja damu ama wengine wanachelewa kupata watoto. Kwa hiyo tunatambua kuna yale maudhi madogo madogo tunasema, lakini sehemu kubwa kwamba tunaposema kwenye uzazi wa mpango, tunatamani kuhakikisha kwamba mtu yeyote ambaye anahitaji kutumia njia hizi za uzazi wa mpango kwa hiari aweze kupata taarifa sahihi taarifa sahihi itaweza kuwawezesha wao kujua namna gani ya kuweza kuzitumia njia hizi za, za uzazi wa mpango na kuepukana na zile side effects ambazo zimekuwa zikijitokeza ama tukizisikia kuzungumzwa na jamii, kwa sababu nyingi ni kweli zipo, lakini uh, kwa namna moja ama nyingine. Uh, pengine watu wametumia bila kupata mwongozo wa kitabibu, mwongozo wa daktari au mwongozo wa mtu wa huduma. Na ndio maana tunawashauri sana kwamba wanaohitaji kutumia njia hizi za uzazi wa mpango basi waweze kufika katika vituo vya afya na kuweza kukutana na mtaalamu ambaye uh, amebobea katika masuala ya uzazi wa mpango ambaye atakayeweza kuweza kumshauri ni njia gani sahihi uh, anaweza akazitumia na zitakazoweza kumnufaisha katika malengo yake. Asante. Kwa hapa katika maonyesho 12 kumi na mbili ya Tanzania Health Summit uh, ni wadau wakubwa wa afya ya mama na mtoto kama Shirika la Umoja Mataifa. Ajenda uh, yetu kubwa ni afya ya mama na mtoto na afya ya uzazi. Kwa hiyo sisi ni wadau wakubwa na kuhakikisha kwamba uh, tunashirikiana na wadau wetu ambao wa wako hapa lakini na kuweza kuongeza ule wigo wa mawasiliano na wale wote ambao wanahitaji kupata zile taarifa sahihi za afya ya mama na mtoto, lakini pia za uzazi wa mpango kama nilivyosema, lakini na masuala ya uh, gender equality uh, sehemu kubwa katika mambo ya ukatili wa kijinsia kwa sababu pia vimekuwa vikiathiri afya ya thiri, mama na mtoto. Kwa hiyo hapa katika tulipo tunatoa taarifa sahihi, tuna majarida yetu uh, lakini kuna wale ambao wanahitaji kupata habari kwa kina, tumekuwa tukihakikisha kwamba tunatoa taarifa hizo na kuweka ushirikiano kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba mtu yeyote asiachwe nyuma. UNFPA ni shirika la Umoja Mataifa linaloshughulika na idadi ya watu na afya ya uzazi lengo letu kubwa ni kuhakikisha kuwa kuwa na dunia au makuwa na Tanzania ambapo kila ujauzito unathaminiwa unathaminiwa, kila uzazi ni salama na kila malengo ya kijana yanafikiwa. Tunafanya kazi katika maeneo makubwa matatu. Kwanza kabisa tumekusudia kufikia sifuri ama kutokomeza vifo vitokanavyo na uzazi. Lakini pili, tumekusudia kuhakikisha kwamba mahitaji ya muhimu na ya hiari ya uzazi wa mpango yanamfikia kila anahitaji. Na tatu, tumehakikisha kwamba tunatokomeza vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake, wasichana pamoja na watoto. Tunafanya kazi uh, Tanzania nzima, lakini tumejikita zaidi kwenye upande wa kanda ya ziwa, lakini pamoja na kule visiwani uh, Zanzibar, Unguja pamoja na Pemba. Asante.